Nadhani sio mara ya kwanza kusikia kwamba Rukwa inaongoza kwa matukio ya utapeli mtandaoni, lakini pia wilaya ya Sumbawanga ndio kinara, kutokana na baadhi ya mitaa ambayo iko hapa imeshamiri, iko wazi kabisa, ambapo makundi ya vijana yamekuwa wakifanya shughuli mbalimbali za utapeli mtandaoni na wako wazi, pengine hawajifichi wakifanya mambo haya, na wamepewa kwa watu, wakazi wa mkoa wa Rukwa wanafahamu kwamba watu hao wamepewa majina maarufu kama madii, ambao wako mitaani katika mitaa mbalimbali katika e, mji wa Sumbawanga wakifanya shughuli hizo. Lakini sasa tumekwenda katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyakia Chirukile kumuuliza, je, serikali ya wilaya ya Sumbawanga inafanya nini kuhakikisha kwamba kundi hilo la vijana hao ambao ni matapeli mitandaoni pia wanaweza kutokomeza? Na hii siyo sifa njema sana e, tutakiwa tusifiwe kwa mambo mengi. Kwa hiyo niendelee ni, kutoa rai kwa vijana wasijihusishe na hizi tamaduni za kutapeli watu, kwa sababu mwisho wa siku nyingine zinaweza kukatalisha maisha yao, wengine watakwenda kufungwa. Na serikali iko makini, iko kazini. Tumesikia mara kadhaa e, wenzetu wa Jeshi la Polisi wakiuja hapa na kuwakamata vijana na kuwapeleka maeneo mbalimbali ya nchi kuendelea na kesi zao, lakini wenzetu wa TCRA waendelee kufuatilia. Ni kweli kwamba watu wamekuwa wakitapeliwa, wengine wanadanganywa, watapata utajiri, watapata nini, uganga na vitu kama hivyo e, tiba kupitia tiba asili. Lakini niwatoe niwajulishe, Watanzania kwamba hiyo kitu haipo hapa Sumbawanga, waliojazana ni matapeli wanaofanya hivyo na kuwadanganya kwamba watawatibu na kuwatumia message, tafadhali tuma kwenye namba hii na vitu kama hivyo. Huo ni uhuni na ni utapeli kama ulivyo eh, utapeli mwingine kati ya serikali inafanyika, ili hali pengine. Mara kadhaa tumeona makundi ya vijana hawa wamekuwa wakikamatwa kupitia jeshi la polisi, wakisafirishwa katika maeneo mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam, pia kwenda kuhojiwa kwa nini wanafanya vitendo hivyo, lakini mara kadhaa wamekuwa wakirejea baada ya muda kadhaa, wakiachiwa na kurejea mitaani na hizi habari za kuendelea kwa tapeli wa Tanzania ndugu yangu haina mwisho mwema, haina mwisho mwema e, mimi katika imani, Mwenyezi Mungu amezungumzia sana dhuruma. Hiyo yote ni ufisadi, ni dhuruma. Dhuruma mwisho wake sio mzuri, kwa hiyo vijana waendelee kutafuta kipato halali, na mimi nimeendelea kuambia vijana wajiunge kwenye vikundi, tuwasaidie vijana. Wanafahamika, sio kwamba wafahamiki, wanafahamika, pia wana wazazi ah, inachoshauli hey, ni kwamba hey wajitahidi sana kutoa elimu. Ni wajibu wa eh, wananchi wenyewe mkoa wa Rukwa kushirikiana na vyombo mbalimbali mba vya dola, kisha kama vikundi hivyo vya matapeli mitandaoni pia vinaweza eh, kutokomezwa. Lakini pia wazazi pia ndio muhimili mkubwa kwa vijana hao, kwa sababu wako vijana wengine ambao wamekuwa wakiacha shule katika umri mdogo kabisa na kujihusisha kwenye magengi hayo na kutapeli mitandaoni, na pengine wamekuwa wakiona pengine kuna kitu ambacho wamekuwa wakipata. Sammy Kisika, FM kutoka Tanzania.